Mheshimiwa Spika, hayati Benjamin William Mkapa, Rais wa awamu ya tatu, aliwahi kusema, tusiposhughulikia masuala ya afya ya msingi hatutaweza kupiga hatua kubwa katika maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza kauli hiyo, awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuimarisha huduma za afya ya msingi, ambapo imetekeleza ilani katika eneo hilo kama ifuatavyo: moja, kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi kutoka 1681 na hadi 1713 sawa na ongezeko la vituo 1632 au asilimia 26.80. Kati ya vituo hivyo, zahanati ni 1158, vituo vya afya ni 345 na hospitali za halmashauri ni 129. Mbili, kujenga hospitali mpya za halmashauri 129 ikiwa ni ongezeko la asilimia 31.63 ya lengo la kujenga hospitali 98. Tatu, kwa ajili wa wataalamu wa afya 134720, ambapo madaktari ni 1851, matibabu matabibu ni 6546, wauguzi ni 10213, wa teknolojia mionzi macho maabara na maabara meno na dawa ni 1488 wafamasia maafisa lishe ni maafisa ustawi ni 3024. Fundi sanifu vifaa tiba ni 29 na kada nyingine za watumishi. Ni ongezeko la akina mama wanaojifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya kutoka akina mama 1,052,585 mwaka 2020 hadi kufikia ufikia laki, laki moja 62. Mheshimiwa Spika, tumeaishi kwa vitendo maneno ya hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili, aliyesema tuwekeze katika afya ya mama na mtoto, kwa kuwa wao ni msingi wa kizazi kijacho chenye nguvu.